Kwenye mafanikio ni lazima rasilimali wanawake itakuwa imetumika, na nyinyi mashehu mtakuwa mashuhuda sana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya kinamama. Tunakumbuka Mtume alipotoka nyumbani kwake, alipokwenda kujificha katika lile pango wakati anahama kwenda Madina. Mwanadamu ili aishi anahitaji chakula, kwa hivyo ukisoma historia utaona aliyekuwa akipeleka chakula pangoni ili mtume ale, utaambiwa alikuwa ni Asma bintu Abibakr. Lakini kama hilo halitoshi, mtume sallallahu alaihi wasallam amekutana na aliyokutana nayo Jibrilu kule pangoni, anarudi nyumbani kwake, mtume anatetemeka, haelewi nini cha kufanya, lakini mtu wa kwanza aliyekutana naye ni mwanamke ambaye ni mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura Al-Hudaybiyah, naona namna watu walivyoagizwa na mtume wa chinje, wanyoe, alafu wote walinyamaza, hakuna aliyechinja na kunyoa ndio zake mtume. Akahisi kwamba sasa waislamu wamegeuka na wametoka kwenye utii, lakini alipoingia katika hema lake, ndani ya hema alikuwa mama yetu Ummu Salama, ni mwanamke, akamtaka ushauri Umusalama akatoa ushauri na jamii ikanusurika. Kwa hivyo mafanikio makubwa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yametokana na wada wake. Kwa hivyo, Shehe, wakata tukupongeze kwa hili, kwa namna ulivyolisimamia na kusimika hili kongamano la kinamama, na katika maneno ambayo limeasikia wakati unazungumza lenyewe, pia limelene katika upande wa uchumi, kitu ambacho katika dini ndiyo jambo muhimu sana wanawake katika dini wameruhusiwa kumiliki uchumi, kwa sababu Uislamu hauwezi kwenda bila ya uchumi. Kwa hivyo, hii isomeshe kwa kinamama, wajue maadili kama tunavyoambiwa na tunavyosikia leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasan anapaza sauti katika upande wa maadili, lakini kama hivyo hakitoshe Mufti na, na shehe mkuu wa Tanzania imepeleka mpaka kuandika kitabu momonyoko wa maadili nane yalomiwe. Hii yote ni kwa sababu ya kuifanya jamii ya kitanzania iishi katika misingi ya adabu na maadili yaliyokuwa mazuri, na hayawezekani yakapatikana maadili mazuri kama watakosekana wakina mama wenye maadili. Kwa hiyo hili jambo ni jambo muhimu sana, na nitoe wito kama viongozi wa wilaya, na tuonini hapa viongozi wa kata nyingine mpo basi muije mfano huu wa Chanika, nendeni kasimike haya mambo katika kata zenu ili kusudi kuweza kumnyanyua mwanamke upande wa maadili, lakini kumnyanyua mwanamke katika upande wa kiuchumi. Leo mwanamke akisomeshwa vizuri akawa na maadili, manake mwanamke ndiyo mlezi, sisi wanaume sio walezi. Lazima tukubaliane na hiyo jambo. Yule mwanamke aliyekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba mume wangu fananisha mimi na mama yake mzazi, kwa hivyo nahisi hapa ndoa ya mimi na wewe haipo tena, lakini analifanya hivi baada ya mimi kumzalia watoto wengi, mimi na watoto na weye, hawa watoto ni ndoa ikivunjika hii watoto hawa intomakuu ilai ya jamu ikisema mimi iwatugua niwamele hawa watoto osei ikosingomata nikichukua wa watoto niwalee, kama mama bila ya so, ni baba yao, watakuwa na matatizo ya watoto wa kuusujana. Mimi sio mchumi, lakini walinga mwamguhum ileihi bao, nikisema nimwachie baba yao, watoto wako ni hao, sikuja na watoto. Baba hawezi kulea watoto, watapotea lazima wataharibika hawa watoto. Kwa hivyo, ili jamii iweze kutegemaa sawasawa, ni lazima malezi ya baba na mama wakae pamoja katika kuwalea watoto wao na kwenye hili tupambane. Ndoa zote zenye mashaki, ndoa zote zenye dosari na matatizo, mabaraza ya mashehe tujitahidi kuzisuruhisha ndoa hizo, na na wa kwa sababu zikivunjika kinachokwenda kuteseka na kuharibika ni wale watoto waliozaliwa katika ile ndoa. Si rahisi leo baba useemealiye naweza kulea watoto wangu, we mama nenda zako halafu umtafute mwanamke mwingine umwoe, mwambie leo watoto wangu. Na ule mwanamke kwa sababu ana shida ya ndoa, akubali kwamba ntalea watoto wangu ndio watoto wangu. Alafu baada ya siku mbili, anaona mama wa hawa watoto wanawalea, anajitupa mfukini huko, niko single, sina stresi, sina nini, na shero yake imekaa vizuri, alafu alafu mtoto kapendeza kwenye FB, alafu yeye achezee kinyesi cha watoto hawa. Kimsingi hakitakuwepo hilo jambo, kwa hiyo weze kulea jamii kuondo. Sheikh wa kata na masheikh wote mliohudhuria hapa, mabaraza yetu ya ya, ya, ya ya suluhu yahakikishe yanasuluhisha hili jambo, ili e ndoa ziendelee kuimarika na watu waishi katika ndoa zao kwa kufuata misingi ya dini, kwa sababu leo zikiharibika hizi ndoa, kitakacho kwenda kuharibika zaidi ni watoto wetu. Kwa hivyo niwaombe na niwapongeze kwamba jambo hili ni muhimu sana, na mgeni rasmi mliyemchagua kwa ajili ya kuhudhuria katika hili jambo. Kwa hakika, kama vile tulikuwa pamoja, na mimi mmechagua mende rasmi sahihi kabisa, kwa sababu hili jambo ndio la kwao. Mama nani kama mama?